Nimesikia leo kwa uchochezi yao huko barabarani, wanasema ati pesa ya elimu imetolewa ndio imekuja kwa economic empowerment. Shame on you. na Nitaambia tena shame on you, msifikirie wakenya ni wajinga. Pesa ya empowerment ni pesa ambayo viongozi wanajitolea, rais atoe yake, naibu wa rais atoe yake, mheshimiwa wenyu ya atoe yake, na sisi tusaidiane pesa ya education capitation ya shule za Kenya. We are only in June, lakini niwatangazie pesa ya capitation ya mashule yetu yote ya msingi secondary schools, this week Ministry of Education imeachilia bilioni 22. 22 billion shillings has been released for our school capitation program. A further 6 billion shillings is budgeted for this year and we have made sure that has happened in the National Assembly to ensure that no child in Kenya will miss their exams on account of examination money. All the children of Kenya will have their exams paid for by the government of Kenya and we have budgeted 6 billion shillings. Kwa hivyo, wale wanazunguka huko kwa barabara na propaganda. Ati pesa ya empowerment ni ile ya capitation ya shule mutakula. Huu wiki hii, wizara ya elimu imeachilia bilioni ishirini na mbili za school capitation, na tuko tu mwezi wa sita, bado mwaka haujaisha. Hiyo ingine pesa itafuata. Watoto wetu wasome, watoto wasome, wasisome? Si watoto wasome. Na najua wako na uchungu sababu walidhani ya kuwa program ya elimu haitafanikiwa chini ya hii serikali. Sasa wanaibu sababu wanaona elimu inaendelea kusonga. Ile mambo ya university yenye ilikuwa na matatizo imetatuliwa, inasonga. Capitation, tulikuwa na shida ya finance bill last year, tukaingia kwa shida ya fedha, ikakwama kidogo. Ndio hiyo nimewatangazia wiki hii 22 bilioni imeenda kwa mashule. Sasa nyinyi endeleeni kupiga porojo huko kwa barabara. Sisi tunataka kulenga kazi na tuangalie kazi ambayo iko mbele yetu.